Kwa majina anaitwa Dr. Baraka Kadiva kutokea Aga Khan Health Institute, lakini mimi niko hapa Aga Khan Geita. Na leo katika maadhimisho haya maonesho ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ya madini tupo hapa kutoa huduma mbalimbali. E, kwanza tunaona wagonjwa, tunapima vile vipimo vya awali yani vital signs, tunapima pressure, tunapima sukari Aa, tunapima urefu lakini pia tunatoa huduma ya ushauri wa kidaktari kwa hapa. Wakazi wa Geita, sana sana, tunakutana na wagonjwa ambao ni watu wazima ambao wana changamoto hizi za magonjwa ya muda mrefu e, magonjwa yasiyoambukiza mfano magonjwa ya changamoto za presha, kisukari e. pia lakini tunakutana na wanawake ambao wana changamoto ya, ya magonjwa ya kike, yes mbalimbali E, lakini pia tunakutana na wagonjwa ambao wana matatizo ya ngozi, mm. E, lakini pia tunakutana na na wagonjwa ambao wana changamoto mbalimbali, mfano watoto pia nao wana changamoto za, za kiafya, e, especially wale ambao wamezaliwa wakiwa na changamoto mm. za za e, za kichwani hawajakaa vizuri, kwa hiyo lakini tuna coordinate tukutana mm. yes, na wagonjwa kama hao. E, lakini pia kuna wagonjwa ambao wana changamoto za migongo na viungo yes mbalimbali mbali. E. Kwa majina, naitwa Festo Makale nimetokea kijiji cha Fadhili Bucha, nimefika katika maonyesho haya. Kuna huduma ambayo nimebahatika kuliona katika kutembea tembea kwangu kwa mabanda. Huduma hiyo niliyoipata, nimetembea katika banda kwa Aga Khan Hospital. Kwa kweli nimefanikisha kuweza kupata huduma nzuri ya magonjwa. Kwanza nashukuru Mungu, ni bure. Majina yangu naitwa Yunisi Nyemi, mkaaji wa Bukoli. E, nime, nimekuja hapa kwenye mabanda haya ya maonesho. Mwendelee kutuletea mabanda kama haya ingilikuwa hospitali ingilikuwa tumeambiwa pesa lakini bure. Kwa majina inaitwa Sara Daudi Manamba, nimekuja kwenye banda la Aga Khan la yes. Hapa huduma zao kwa kweli ni nzuri e, pia wanatoa ushauri vizuri, kwa hiyo wanamuhamasisha hata mtu mwingine ili kuja kupima wako vizuri e, wakaribia kwenye banda la Aga Khan, wako vizuri sana kwa huduma ya afya mama wangu kwa sababu kwanza umle umeenda, na pia kwa jinsi tunavyo tulikuwa tunasikia kule, jamani, huduma yao ni nzuri, hawana foleni nyingi, kwa hiyo nikaona ni mbebe mama tuje tupate huduma hii. Naitwa Selina Felisiani. Ah, niko tu na matatizo hapa, niko nimekuja, wamenielezea nitakuwa nifanye nini. Nimeipenda, ni wakarimu, nawashukuru. Vipimo vingine, kwa mfano pressure, kwa wenzetu pale nje ni madaktari wao Asa mimi hapa na dili na masuala ya pressure. Of course mtu mwitikio ni mkubwa, wananchi kwa sababu elimu naona kidogo ipo, kwa tunapata watu wanapima cha hivi kwa wingi, ona kidogo jamii elimu ipo pamoja na tezi dume. Sababu, mwashuki angalia mazingira yetu, watu wanapenda sana kula nyama hawafanyi mazoezi, muona kulingana na, na na mtu mwisho wa siku anakula tu anachokutana nacho, tuende asubuhi ingekuwa supu, mchana nyama sasa vile kuna mtu kutokufanya mazoezi pia kunachangia mtu kupata presha, inakuwa iko juu kwa sababu ya hakuna mpangilio wa ulaji wa vyakula. Kwa hiyo watu tunakutana nao hapo presha yao iko juu, tunajitahidi kuwaelimisha fanye mazoezi, pia wazingatie diet kwenye ulaji ili, ili tatizo lisizidi kuwa kubwa zaidi.